Nao madaktari katika hospitali ya rufaa ya Kenyatta wamefanikiwa kumrejeshea hadhi na umbo la uso wake mtoto mwenye umri wa miaka saba. Ian Baraka alipata majeraha yaliyomharibu kabisa uso baada ya kufyatuliwa risasi na wezi wa mifugo nyumbani kwao kwenye mpaka wa Meru na Isiolo. Na kama anavyotuarifu Emily Chebet, Ian sasa anaweza kula, kuzungumza na kujiandaa kurejea shuleni. Disemba mwaka wa 2023 itabakia kwenye kumbukumbu -kumbu ya mamake Ian Baraka. Ian alipigwa risasi usoni na majangili kijijini kwao Lutuani katika mpaka ya Meru na Isiolo. Risasi hiyo ilimlenga babu yake, lakini kwa bahati mbaya ikampata Ian usoni na kumjeruhi vibaya. Ian alipoteza kiwango kikubwa cha uso na meno yake na alihitaji upasuaji wa hali ya juu. Changamoto kubwa ilikuwa kupata vifaa vya kisasa, ikizingatiwa ni mtoto mdogo ambaye bado anakuwa

Madaktari wenye utaalamu mbalimbali mbali wa hospitali ya Kenyatta walishirikiana na wenzao kutoka Ubelgiji kumrejeshea mtoto huyu maumbile yake, na sasa anaweza kula na hata kuongea. Alikuja hapa, tumekuwa na mask kwa uso wake kwa miaka hiyo, kwa muda huo wote shule aliogopa kwenda, watoto wanamchekelea na hata yeye kuinua uso hawezi, kuinua kwa sababu hana uso, hawezi kujiangalia kwenye kioo. Na mimi singedhani mtoto wangu atarudi vyenye alikuwa hata kama, hata kama atarudi, atarudi gosi yake, lakini afadhali saa hii Kenyatta. Yeah. Genyoza, oh, sana. Zaidi ya wagonjwa 40 wenye hali kama ya Ian wako katika hospitali ya KNH wakisubiri matibabu. Baadhi wanakabiliana na saratani, lakini changamoto kubwa ni gharama kubwa ya vipandikizi maalum ambavyo vinatolewa nje ya nchi. Emily Chebet, Runinga ya Citizen.